Kwa nini mwezi wa kwanza umekuwa mwezi mgumu sana kwa wote? Hakuna tajiri Tanzania, hakuna maskini Tanzania ambaye hajapitia msoto wa Januari. Unahisi kwa nini? Kabla ya kwenda mimi kukuelezea, naomba uniandikie maoni yako, niandikie unahisi kwa nini Januari imekuwa ni hali ngumu kwa jamii nzima ya Kitanzania, alafu mimi naenda kwenye pointi yetu. Pointi ni moja tu Amna pointi mbili. Kwa nini Januari? Kwanini mwezi wa kwanza umekuwa mwezi mgumu kwa jamii nzima ya Kitanzania? Ipo hivi, na kama utakuwa we ni mwislamu basi utanyelewa zaidi, na kama utakuwa dini tofauti, basi sikiliza kwa faida yako, na isi pia. Utanyelewa kama ni mwislamu utanyelewa zaidi, kutokana Allah anatoa adhabu kwa wote toka enzi za mitume, lakini katika maisha yetu ya ndoa Eh, hii ndio sababu sasa. Katika maisha yetu ya ndoa, wanawake ambao tumewaoa, kuna wanawake ambao wanaume zao wakitoka kazini, kile kipato ambacho wanatoka nacho wanaume zao kazini, basi wale wanawake hawaridhiki nacho, wanakiona kidogo. Sasa Allah ametoa adhabu, eh, ili hao wanawake wajue kwamba mume akikosa hata hicho kidogo, hali ndio inavyokuwa. Huyo mume wako akikosa hiyo mia tano ambayo anaipata kila siku, basi hali ndio inavyokuwa. Kwa hiyo adhabu hii imetoka kwa wale wanawake ambao wana maneno ya kejeli, wana vitendo vya wa kijinga, wakiamini kwamba wanaume zao eh, hawafanyi kazi awafanyi, hawajitumi, yani hawaliziki na kile kipato ambacho wanakipata. Hii ndiyo sababu ya msingi, lakini inawezekana kwa wewe ni mwanamke au wewe ni mwanaume, mkeo wala haleti maneno, yuko vizuri, anaridhika na kile kipato ambacho unatoka nacho kutoka kazini, lakini kumbuka Allah analeta adhabu kwa wote. Kwa hiyo mtu akikuuliza ni kwa nini Januari imekuwa hali ngumu kwa wote Watanzania wote, hakuna maskini wala tajiri, basi mwambie Allah Mwenyezi Mungu akileta adhabu huwa analeta kwa wote. Hii inaitwa mahusiano bora. Hakikisha una subscribe, una like, una comment. Pia kama una maoni yoyote, ebu dondosha hapo sehemu ya comment, mi nitapita nayo na nitasoma na nitayajibu. Tukutane kwa video ijayo, baada ya kusubscribe.